Vijana wamekuja kukuja. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Nasoma andiko lakini, lisikizeni neno la Bwana enyi wanawake, na masikio yenu yapokee ya neno la kinywa chake, mukawafundishe binti zenu kuomboleza, na kila mmoja jirani yake kulia, kwa maana mauti imepanda madirishani mwetu imeingia nyumbani mwetu, ipate kuwakali kuwakatiliya mbali watoto waliyo inje na vijana katika njiya kuu, na vijana katika njiya kuu. Nena Bwana asema hivi, mizoga ya watu itaanguka kama samadi juu ya mashamba na kama ngozi juu ya ngano, nyuma yake avunaye, wala hapana mutu akitakaye ikusanya. Bwana abariki andiko, Amen. Bwana abariki andiko, Amen. Bwana abariki andiko, Amen. Haleluya, haleluya! Mara mingi, mara mingi, wakati kipo kama hii inatokea ya watu kama hawa vijana wale, watu ambao hawajui kuomboleza. Yeremia aliambia, alita wanawake wakongwe kama nyinyi, akasema kifo imetokea, mpaka kwa madirisha ni inataka kuchukua watoto wetu. Muje mujue kuomboleza, wakati itatokea mujue kuomboleza. Haleluya. Kwa maana ya ujua watu watakatakata chakula, na wakati wanamaliza kuzika watakufa njaa. Haleluya, haleluya. Yeremia anasema nyinyi watu watoto wakati kifo inatokea mufundishe kuomboleza hapana sema huyu ndiye aliua huyu ndiye alifanya hii hapana toa nguo aleluya avora vakele mune mwigize vana vakili kuyava avande bwana yezaspesa mbawona likuta liveho vamanya vasiomele mumwani vamanya likuta lyaleho aleluya monendelekane ndilwativamaa libuga naguzare

kimbilio yes. Uitoa mmoja wetu kwa jina Shadaraka, nasi tuko hapa tunaomboleza, tunalia, tuna huzuni, tuna tuna tunakuomba ushuke, tuombe na wewe. Wewe ni Mungu yes. sha mkononi mwa Bwana, mweke kwa kifua cha Aburahamu. Wewe ni Mungu yes. baya ndani ya ibada yake, ondoa ita ndani ya ibada yake, ondoa onda. Mtakatifu acheze ndani ya ibada bila shetani alikuwa anacheza. Wewe ni Jehova dara, yeah. Sijaomba huju uomba yeah. Wapiga darama mkononi mwa Bwana yeah. Waibaji mkononi mwa Bwana yeah. Nataka kukemea shetani ambaye atakuja zunguke hapa Wewe ni Mungu, yale zikaomba ujuone. Yesu naomba hata na kuamini. Amen. Amen.